kwenye hatari. Mtu mmoja alikuwa anaishi karibu na mpaka, kwa sababu alikuwa anaishi mpakani, karibu na mpaka wa nchi jirani. Sasa alikuwa amezoea mara nyingi kuvuka mpaka na kwenda ngambo ya pili, amefanya hivyo mara nyingi. Siku moja akakamatwa. Alipokamatwa na watu wa wamiaji, akapelekwa kwenye mahojiano, akafunguliwa mashtaka kwamba amevuka mpaka bila kibali. Alipopewa nafasi ya kujitetea akamwambia, mheshimiwa hakimu, mimi nimekuwa nikivuka mpaka siku zote, na shangaa leo wananikamata, wananifungulia mashtaka, mbona nimekuwa nafanya siku zote na wala sina passport. Mheshimiwa hakimu akasema, kwa kuwa umekiri kwamba umekuwa mvunjaji wa sheria mara nyingi, kwa ninakupa adhabu kali iliwe fundisho kwako na kwa wengine ambao wanadharau sheria zilizowekwa.